Mambo ya harusi ili tuwe tuna kitu fulani. Sasa hivi Tanzania kwa kuna harusi watu, watu wanavaa kwa Nigeria. Of which sasa inakuwa inakaa vibaya. Wazetu wameshatengeneza staili yao wanapendeza, na sisi utafute staili yetu tupendeze, so ni kitu ambacho nilifura nilipenda sana African tanyonge, unada, ah, kumbe sisi hatuna vazi eh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Exactly. Mkapigishwa magoti, mkalazwa chini. Kweli. Kweli. Mimi nilipenda najua kitu tofauti. Well. Priscilla, hii ni safari yao mpya ambao anaenda kuanza ambao tayari wameshaanza leo ndo tunamalizia. And message yako ya mwisho I know tayari umeshamwambia, lakini ya mwisho ya kumweleza Jux? Uh, mimi nimtakie tu kila la heri kwenye ndoa yake, ndoa zina mambo mengi tumesikia tumeona, um, ahitaji kwa mvumilivu yeye na mwenzie migombano, um, ipo binadamu kishi pamoja za mkaruzani, marafiki tu wanagombana, washikaji wanagombana, wafanyakazi wanagombana, one kitu cha kawaida kugombana, kwenu kusipelekea mkatoeleana maneno makali maneno mabaya, kutaka kuvunja ndoa yenu, jua, uh, ni kipindi cha mpira tu kitavuka. Hai, hili litakuwa ni swali la watu wengi na huwa wanauliza, na mimi nitauliza pia kwa niaba ya Watanzania. Diamond Platnumz na wewe ah, lini tutakusanyika kama hivi kufurahia siku yako kubwa? Nadhani kuna siku nitaongea mambo ya ndoa.